Idara ya uhamiaji nchini imesema imelazimika kuwaondosha nchini Tanzania raia wawili wa kigeni ambao ni Dr Brinkel Stefanie mwenye hati ya kusafiria ya Ujerumani namba c 475 mmngl na Catherine Jenny Knopf mwenye hati ya kusafiria Marekani namba a 80321764 baada ya kubainika kuwa wamekiuka masharti ya viza zao za matembezi. Kufuatia tukio hilo, msemaji wa idara ya uhamiaji kupitia ofisi ya Kamishna Jenerali wa uhamiaji Dodoma, SSI Paul J. Mselle ametoa wito kwa raia wa kigeni wanaoingia na kuishi nchini kwa madhumuni mbalimbali kuzingatia matakwa yaliyoainishwa katika viza au vibali vyao